Hello. Mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yangu ni Space Decorations. Kama ni mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe, kushare na kulike video zetu. Leo tujifunze ni namna gani tunaweza tukapika maandazi kwa kutumia mayai na maziwa. Okay. Hatua ya kwanza utachemsha mafuta au utachoma mafuta mpaka achemke vizuri kisha utachanganya katika unga wako lakini hatua ya pili utaweka hamira kijiko kimoja, chumvi nusu kijiko, sukari vijiko vinane, lakini vile vile utaweka bicarbonate robo tatu kijiko na pia utaweka baking soda robo kijiko. Utachanganya vizuri unga wako Kisha utaweka mayai. Baada ya hapo, utaweka maziwa, utachanganya vizuri maziwa na vile vitu vyote ulivyovichanganya mwanzo. Hakikisha unachanganya vizuri, changanya vizuri huo unga wako, na kisha utaukanda vizuri mpaka pale utakapoona inafaa kuacha mpaka uumuke. Ukishamaliza utafunika vizuri, utaweka sehemu yenye joto ili kiumuke. Kikishaumuka itakuwa tayari sasa kwa ajili ya kukata maandazi yako. Okay, baada ya kukata maandazi yangu hapo, nitachoma kwenye moto. Usiweke moto mkali sana, kwa sababu yatababuka, na pia usiweke moto mdogo sana, kwa sababu maandazi yako sasa yatafyonza mafuta. Hayo ni maandazi yangu bado sijayatoa motoni, lakini yana mwonekano mzuri. Kwa hiyo kama wewe hujui na ufahamu ni namna gani unaweza ukatengeneza maandazi kwa njia rahisi sana, nimekuelekeza hapo. Ujaribu uone, utatoa maandazi ya namna gani. Ukishindwa, endelea kujaribu na kujaribu na kujaribu, mwishowe utaweza. Hiyo ni faino yetu, hayo ni maandazi yetu, huo ni mwonekano wetu wa mwisho. Maandazi yetu ni laini sana, kama hivyo wanavyoona hayana nafasi